We, kuna watu walinipigia simu wananiuliza atukuoni sijui nini, but leo nimefanya hii video kuanjibu too much people and I thank God for that, for, for asking me kwani nimepotelea na sasa njuu, si sitaweza kujibu moja moja na wenye kategori wenye wanauliza kwani ulienda wapi? Kwani ulienda wapi? Uh, mimi nimekuwa msiki for long but uh, nashukuru Mungu kwa maana bado niko niko sija kufa na I give God because hata uh, kama niko mgonjwa you can see I'm sleeping here in my couch for long but uh, I thank God for that uh. Nimekuwa msik na um, I thank God because God di amenipatia tu nguvu. Na unajua hata kama uko mgonjwa na unaweza ongea na unawesa yani hata ama, ama, uko uko yani, hata kama mwili haina nguvu but yani tuseme tu uko uwai juu a uko kwa mochari unajua the last time kwa mtu anakuanga sasa, amepelekwa mocha hapo, ndio nakuanga the last time, awezi ongea, awezi fanya anything but I i, lakini hata kama uko msik na uko na, yani at least unaongea but still, kuna hope, kuna hope ya kupona. So I thank God for that and I thank God for my husband, because take care for me. Amekuwa amekuwa very supportive, amekuwa very supportive ata wakati yenye siwesi ya mkati kuenda mpaka cho. She is very supportive and I thank God for that. Na sasa singira, ndio nasemanga love, when you love somebody, hata kama akiwa si mgonjwa, autamwacha juu ati amekuwa mgonjwa. The true love atakushikilia until wakati uta recover so, yeah and when i recover i come back to make my video to talk to you people to teach you when we can make uh, we can make it in our lives we can make it in our kwa nini kwa kwa mandoa hata kama nimekuwa na challenge my youtube channel me i don't know Uh, walikuwa na, kuna kitu walikuwa wananiitisha but uh, sikuweza kumake your time nilikuwa msik si singeweza anything na nikapata siku moja kuamka, nikapata <laughs> nikapata vitu zangu but I thank God for everything, because kila kitu inakuangana. Sababu if you are there please, na wewe unajua kabisa kabisa kabisa, unaweza unaweza saintia mtu. Mimi siombi pesa but your prayer, all of the you, you can talk one word na ikaweze ku, nikaweze kupata tu nguvu. Comment for that. U comment tu, yeah when you comment I see you are you are nini you are comments I know I going to recover. ya Yeah, okay okay, ukikomenti tu hapo nitaona na Mungu atawabariki sana sana sana. So sina mbaya, bado sijakufa, niko wai, ni challenge tu ya mwili. Unajua kwa hii mwili, ukiwa na mwili ukiwa na damu na nini, lazima sasa ingine ikai kijaribiwa, but yote tu tunashukuru Mungu kwa kwa uwai nasemanga sikatangi tamaa, wakati ninapoamka nikiona kama mwili haina nguvu, mimi sijai like, sijai kata tamaa. Hiyo ndio kitu moja nilisemanga I'm going to continue because I know tomorrow is better than today. Yeah. So, imekuwa hivyo for long, but I thank God for everything. Today I'm very, very so happy for you guys. Wenye nimeona yenyewe family wanani- wananikea juu, unaona ukiona mtu um, ulikuwa mtu alikuwa online, alafu, at the Saturday huyo mtu amedisapia, yani mekuwa tu na nguvu ya kuchukua tu simu wa timer kumpigia huyo mtu, hiyo ni love yenyewe. Yaani imeniweza hata nasikata kama nimepona. So thank you guys for watching my video amfanilo, na usisahau kushare ku comment na ku subscribe. Give me your subscribe and god me god bless you so much and I love you and I love you so much. Thank you.